Hadithi inaanza na msichana mrembo anayeitwa Kim. Kwa hakika, yeye ni mwanafunzi wa shule ya sekondari. Ingawa anafanya vizuri sana kitaaluma na kila mara hushika nafasi ya kwanza darasani kwake, kwa bahati mbaya yeye ni maskini na anatoka katika familia ya hali ya chini sana. Kwa sababu ya hilo anawachukia matajiri na anabeba chuki kubwa dhidi yao. Pia anaamini kwamba maisha yao ni mepesi na kwamba hawajui kabisa maana ya kuwa maskini kama yeye. Siku moja akiwa anasafiri kwa basi, anaona chapisho kuhusu shule ya kifahari inayopokea wanafunzi wa kiwango cha juu pekee, Chongdam International High. Kisha anagundua kwamba wanafunzi wa huko wanaishi katika ulimwengu wao wenyewe kwa sababu wanaweza kununua chochote wanachotaka. Kila wanapohisi wanahitaji kitu fulani, hawahitaji hata kufikiria mara tu wanapotaka kitu wanakipata tu. Kwa mfano, mwanafunzi mmoja anaweka nafasi ya mgahawa mzima ili kula chakula cha jioni na mpenzi wake, na kama mpenzi wake hatotokea yeye hula peke yake tu. Mwanafunzi mwingine anaingia dukani na kununua pikipiki ya bei ghali zaidi bila kusita. Mwingine anatupa zawadi ya gharama kubwa sana baada ya kukataliwa. Baadaye Kim anagundua kwamba ada ya shule hiyo ni takriban dola laki moja. Akiwa amekata tamaa na mwenye wivu, anatamani angeweza kuhudhuria shule hiyo. Baada ya kushuka kwenye basi, anajificha kwa kuvaa miwani Anamwiga rafiki yake wa chuo na anaenda kufundisha msichana tajiri. Anashtushwa na nyumba ya kifahari na kwa kimya anaionewa wivu mitindo yao ya maisha. Mama anamwajiri akiamini kuwa yeye ni mwanafunzi wa chuo anayefanya kazi kwa bidii, na anamwomba amsaidie binti yake anayefeli kuingia katika shule ya kifahari. Kim anakubali. Mjakazi anahudumia biskuti, lakini mama wa msichana tajiri anamdhihaki Kim akisema kwamba biskuti hizo ni za gharama kubwa mno kwa mtu kama yeye. Akiwa na aibu, Kim anazirudisha na anaondoka akiwa amedhalilishwa. Anakimbilia kazini kwake katika duka la supermarket. Anamshukuru rafiki yake wa chuo kwa kumsaidia na anatoa malalamiko kuhusu jinsi anavyowachukia matajiri kwa kuishi maisha mepesi sana. Siku inayofuata shuleni, Kim ghafla anahisi udhaifu na pua yake inaanza kutoka damu. Anapoenda katika ofisi ya mwalimu anagundua kwamba amepoteza nafasi yake ya ufadhili wa masomo kwa ajili ya kambi. Mwanafunzi mwingine ameichukua. Akiwa amevunjika moyo kabisa, anaondoka akiwa ameshindwa, akitambua kwamba hata miongoni mwa maskini wapo walio katika hali ngumu zaidi. Anapofika nyumbani, anawaambia marafiki zake uongo kwamba alichagua kutohudhuria kambi hiyo. Baadaye anamwona baba yake akiteseka kwa sababu alikataa kupanda teksi ili kuokoa pesa kwa ajili ya familia. Hili linamvunja moyo. Akiwa peke yake chumbani mwake, anatamani angezali watajiri siku iliyofuata Kim anarudi kumfundisha msichana tajiri na anamwona akijionyesha na mkoba wa dola elfu tano. Akiwa ameshtuka Kim anamkemea akisema kwamba pesa hizo zingemsaidia mtu kuishi kwa mwaka mzima. Akiwa amekasirika, msichana huyo anampa Kim mkoba huo kwa muda mfupi. Kim anasisimka akifikiri angeweza kuuza, lakini msichana tajiri anamdhihaki kwa kuwa bado ni maskini. Akiwa amejawa na hasira, Kim anajizuia Usiku huo Kim anamwambia rafiki yake hasira zake, akisema maisha hayana haki. Rafiki yake anajaribu kumfariji lakini Kim anasisitiza kwamba lazima abadilishe maisha yake. Asubuhi inayofuata Kim anauona tena ule mkoba, anauvaa, anapiga picha za selfie na anazipakia kwenye Instagram. Shuleni wanafunzi wenzake wanamzunguka wakimuuliza kuhusu utajiri wake wa ghafla. Anakagua simu yake na anaona mamia ya likes na followers. Bila kupanga, Kim anasema uongo na kudai kwamba yeye ni tajiri. Kuanzia wakati huo umaarufu wake unalipuka. Kim anajipenyeza mara kwa mara kuingia kwenye nyumba ya msichana tajiri, akijaribu kuvaa nguo na mikoba na kupakia picha mtandaoni. Lengo lake linakuwa wazi, anataka kuwa influencer na kupata pesa halisi. Shuleni, wanafunzi wenzake wanamuuliza kwa nini huwa haleti vitu vya kifahari. Kim anasema uongo kwa ufasaha, akisema hataki kuwaumiza wanafunzi maskini na kwamba anafanya kazi ili kujitegemea. Kila mtu anamwamini. Akiwa ametiwa moyo, anasonga mbele zaidi. Anaingia chumbani kwa mama, anakuta vito vya thamani kubwa na anapiga picha. Anakaribia kukamatwa na mjakazi, anavificha vito hivyo, kisha anagundua sare ya shule ya kifahari. Anaivaa na anapakia picha nyingine akitangaza kwamba hatahamia shule. Ghafla msichana tajiri anarudi mapema. Kim anapatwa na hofu na anajificha chini ya kitanda bila kukusudia, akiiacha simu yake wazi kabisa. Msichana tajiri anaipata simu na kugundua kila kitu. Akiwa amejawa na hasira, anamkabili Kim. Akiwa ameogopa sana, Kim anamsihi asimwambie mama yake. Msichana huyo anakubali, lakini kwa sharti kwamba Kim awe mtumishi wake. Usiku huo Kim anakaa macho akifanya kazi ya nyumbani ya msichana huyo baada ya zamu yake katika supermarket. Siku inayofuata anatendewa kama mtumwa, anabeba mifuko ya manunuzi, anakimbiza maagizo, anapiga picha na kununua kahawa. Baadaye Kim anajaribu kuzingatia mtihani muhimu. Ghafla msichana tajiri anampigia simu akidai kuwa amesahau nyaraka Kim anakimbilia huko na anakosa mtihani, ila anakuta msichana huyo akicheka na marafiki zake. Ilikuwa mzaha tu. Akiwa madhalilishwa na kuvunjika moyo, Kim anatambua kwamba amedanganywa. Akiwa analia chooni, Kim anafarijiwa na msichana mwenye moyo mwema ambaye anaondoa ujumbe wa kikatili uliokuwa umebandikwa mgongoni mwake. Baadaye Kim anagundua kwamba msichana huyo pia ni maskini na anasoma katika shule ya kifahari kwa ufadhili wa masomo. Katika kumbukumbu kumbu ya nyuma inafichuliwa kwamba msichana huyo aliwahi kuripoti unyanyasaji kutoka kwa matajiri. Hata hivyo, hakuna kilichowatokea. Badala yake, mwanafunzi mwingine asiye na hatia aliyekuwa na ufadhili wa masomo alifukuzwa shule. Msichana huyo alijisikia mwenye hatia, lakini alitiwa moyo na yule mwanafunzi aliyefukuzwa aendelee kimya kimya, anaendelea kupinga mfumo huo. Akiwa amechochewa na hasira, Kim analipiza kisasi, anamwaga ndoo ya maji juu ya msichana tajiri wakati wa mahojiano yake na kuharibu kabisa nafasi zake. Akiwa amekasirika sana, msichana huyo anampiga Kim kofi. Mkuu wa shule anashuhudia kila kitu na anakataa kuandikishwa kwa msichana tajiri. Baadaye mama wa msichana huyo analipira kisasi kwa kumweka wazi Kim shuleni kwake. Kim anatishiwa kufukuzwa shule, anafuta Instagram yake, lakini tayari ni kuchelewa. Wanafunzi wenzake wana haki bila huruma. Akiwa amekata tamaa, Kim anamsihi mkuu wa shule ya kifahari amsamehe, akikiri kila kitu kwa baridi. Anamkataa na kuwaamuru walinzi wa, wa mtoe nje. Akiwa amevunjika kabisa, Kim anajificha chooni akilia. Ndani ya choo kilichoachwa, Kim anakutana na mvulana wa ajabu ambaye anamsaidia kutoroka kwa siri na kumwacha ndani ya gari lake analala Anapoamka usiku wa manane, ghafla mwili unaanguka kutoka juu ya paa, ni yule msichana mwema aliyekuwa akisoma kwa ufadhili wa masomo. Kuna mtu alimsukuma. Kim anapiga kelele kuomba msaada. Msichana huyo anakimbizwa hospitalini akiwa katika hali mbaya sana. Kim anawambia polisi kwamba alimwona mtu juu ya paa na tukio hilo linageuka kuwa jaribio la mauaji. Mkuu wa shule anamkatilia mbali msichana huyo kwa baridi, akimchukulia kama mtu asiye na umuhimu na anapanga kumnyawazisha Kim. Baadaye Kim anarudi nyumbani na anamkuta msichana tajiri akimsubiri, sio kwa ajili ya kulipiza kisasi, bali kumshukuru kwa sababu ya Kim alikubaliwa kujiunga na shule ya kifahari. Anaondoa mashitaka yote na anaacha zawadi, kisha anaondoka. Kim anabaki amesimama peke yake akiwa amechanganyikiwa, ameshituka na akizungukwa na maswali yasiyo na majibu. Nyumbani, baba yake anamuuliza alikuwa wapi, lakini Kim anasema uongo na kudai kwamba alikuwa anasoma na rafiki yake. Kisha anaenda chumbani kwake na kuunganisha simu yake ili ichaji. Anapoiwasha anakuta jumbe nyingi kutoka kwa mkuu wa shule, na mara moja anamuita akimpa ofa: atamsaidia kujiunga na shule ya kifahari ikiwa atanyamaza kuhusu kile alichokiona juu ya paa. Akiwa amechanganyikiwa, Kim anasita, lakini kisha anaamua kutumia fursa hiyo na anakubali, akiona kama nafasi ya hatimaye kutimiza ndoto yake. Wakati huo huo, yule mvulana aliyefukuzwa shule bila haki anamtembelea msichana mwema hospitalini. Anakaa na mama yake ilikumfanyiji na anakumbuka mateso yake mwenyewe ya zamani. Katika kumbukumbu zake, wanafunzi matajiri walimnyanyasa kila siku, na mkuu wa shule alipoyaona alijifanya haoni kwa sababu wazazi wao walitoa michango mikubwa kwa shule. Kwa sababu hiyo, wanafunzi maskini kama yeye waliteseka kimya kimya. Kurudi katika wakati wa sasa, shule inaandaa mkutano kuwahimiza wanafunzi kumtembelea mwenzao aliyelazwa hospitalini, lakini watoto matajiri wanamdhihaki wakisema si rafiki yao kwa sababu ni maskini na yuko chini yao kisha wanaondoka wakicheka. Baadaye, Kim anarudi katika shule yake ya zamani kuchukua vitu vyake. Wanafunzi wenzake wanamcheka kwa kufukuzwa shule, lakini ghafla anatangaza kwa fahari kwamba amehamia shule ya kifahari. Kila mtu anashtuka na kumtazama kupitia madirishani, wakionea wivu bahati yake, huku Kim akitembea akitabasamu, akiwa na majivuno na mwenye ushindi usiku huo anaenda supermarket kuacha kazi yake ya muda anamshukuru rafiki yake kwa msaada wote na anamwambia kwa furaha machoni mwake kwamba hatimaye anaweza kubadilisha maisha yake ingawa anaficha ukweli na hata taja makubaliano ya siri na mkuu wa shule siku iliyofuata Katibu wa mkuu wa shule anamkabidhi sare ya shule ya kifahari. Anaivaa na anasisimka anapoona jinsi inavyomkaa vizuri. Mara tu baada ya hapo, anaivaa kwenda kwenye jumba la maduka kununua vitu. Anaamua kununua viatu vinavyoendana na sare hiyo. Akiwa ameshangazwa na bei, anasita, lakini anatumia akiba yake yote na kuvinunua. Hata hivyo, akiwa anatembea, msichana mwingine anamgonga na kumwagia kahawa juu ya viatu hivyo. Akiwa nahofu na hofu kimwa, anakimbilia chooni kuvisafisha, akipumua kwa afueni kwamba viko salama. Lakini anapokabua begi lake anakuta ujumbe unaofichua makubaliano na mkuu wa shule. Anatambua kwamba msichana huyo alimwachia Anajaribu kumtafuta lakini ashindwa. Anaporudi chooni anagundua kwamba viatu vimeibiwa. Ghafla mwanafunzi mwingine anaingia akiwa amevaa viatu vya mtindo huo huo. Akidhani yeye ndiye mwizi, Kim anamkabili na kudai avirudishe bila kutambua kwamba huyo ni Gena, msichana tajiri kuliko wote anayejulikana kama malkia na kiongozi wa wanyanyasaji anayehofiwa na kila mtu. Gena anaona sara ya Kim na kudhani yeye ni mwanafunzi mpya asiyejua nafasi yake na anamdhihaki kwa majivuno. Gena anatupa kitambaa cha kujifutia uso usoni mwa Kim na kumwonya kwamba akimsogelea tena atajuta, kisha anaondoka. Hata hivyo, Kim harudi nyuma. Anamtazama kwa jicho kali na anaweka wazi kwamba kuingia kwenye chuo hicho si rahisi kama kukitoka. Kwa ghafla, anamshika nywele, anampiga kofi na anakwaruza shavu lake na kumlazimisha kurudisha viatu. Kim anaondoka akiwa na hasira, anajaribu kuvirudisha dukani lakini anakataliwa kwa sababu hana boksi la awali. Akiwa ameshindwa kabisa, anaviweka kwenye mfuko wa plastiki. Na leo tuishie hapo. Sehemu inayofuata itakuwa hewani mapema kesho. Hadi wakati mwingine, bye. bye.